Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Bwana, amina. Basi tangu tulipoanza siku ya kwanza, nilikuwa nikizinena habari za huyo mfalme Yesu zinazosema upekee wake, maisha yake, nguvu ya msalaba, lakini pia tukaendelea kuzungumza na huduma yake, ufufuo wake alipofufuka, vitu vilivyotokea na jinsi alivyo ilivyoachilia mabadiliko kwenye maisha ya mwanadamu tukajifunza kwa mapana na kwa marefu, tukasema wokovu sio kuhamia, sio kuhamia kwenye dhehebu fulani, bali wokovu ni kubadilika kutoka ndani ya moyo. Na tuka, tunaona lile badiliko linazaa matokeo ya kuwa na tabia njema inayomfanania Kristo kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndiyo hivyo tulivyokuwa tunahitimisha siku ya jana, na kwa kuwa leo ni siku yetu ya mwisho ya mkutano wetu wa Injili mahali hapa, nitakwenda kuzungumza kwa habari za kwamba baada ya yote yale niliyokwenda kuyazungumza, je, kitatokea nini kwa wale watakaotii na kusikia sauti ya Bwana, na je, kitatokea nini kwa wale watu ambao watapuzia ile sauti ya bwana waliokwenda kuisikia haleluya yeah. bwana yesu asifiwe kwa lugha nyingine tunazungumzia kwa habari za siku ya mwisho na utakwenda kusoma katika kile kitabu cha ufunuo sura ya ishirini na mbili na ule mstari wa kumi na moja mpaka wa kumi na tano tuangalie Bwana anasema nini? Je, wale wanaokubali na wale ambao hawako tayari kukubali wala kusikiliza sauti ya Bwana. Tumepaza sauti kwa muda mrefu, kwa siku nyingi, tukatumia mbinu mbalimbali, lakini wenye kusikia walisikia na walimpokea Yesu, na wenye kupuzia waliendelea kupuzia, hawakuweza hata kusogea ili waweze kusikiliza. Bwana anazungumza nini? Biblia yangu inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wafuao nguo zao, wawe na amri wa kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufuata Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Makutano sisikii sauti zinazofanana na wingi wa watu. Ndiyo maana narudiarudia mara kadha wa kadha. Biblia inatuelekeza kwa habari ya wale watu watii walio tayari kusikia neno la Mungu wakalifuata. Anasema, mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu na mwenye haki azidi kuwa na mwenye kuwa na uchafu azidi kuwa na uchafu. Haleluya! njoo kwa Yesu leo, ili Bwana akuweke huru. Umepoteza fedha nyingi sana, umepoteza ng'ombe nyingi sana, wakikupa malindo ya majini, wakikupa malindo ya mapepo, na kuambia ndani ya hayo mapepo hakuna uzima. Vitakusaidia kwa muda mfupi, lakini hatimaye utaishia kwenye mangavivu. wachai wanakuja, wanakukuna kuna kichwa usiku na mchana, haulali, unatapatapa, unaangaika, unaona maluweluwe. Njoo kwa Yesu wewe, hata mambo ya kuangaika, hata mambo ya kutapatapa, Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa jioni ya deo kwa ajili ya mtu mmoja tu, ambaye ana utayari wa kumpokea na kumpa maisha. Haleluya. Funguka fahamu zako, funguka fahamu yako, funguka akili yako, funguka macho yako yaweze kutazama. Haleluya, haleluya, haleluya! Natangaza uzima kwa ajili ya mji wetu. Umeweka matumaini kwenye ilizi, kila unapolala unadhani ilizi na kulinda wakati mwingine unafana misalaba kwenye kiuno na kwenye shingo, lakini haijaweza kukusaidia. Sikiliza, Yesu hakai kwenye msalaba. Yesu hakai kwenye hizo hidizi zinazotengenezwa na wanadamu. Yesu anakaa moyoni, hakiketi ndani ya mtu, hakiketi ndani ya moyo wa mtu. Kila tunapopita mapepo yanasujudu, wachai wanataluki, mizimu inapiga kelele

So, alishuka mpaka kuzimu aka akanyang'anya funguo, akasema ninanyang'anya funguo kutoka kwenye mapepo na kwenye isiu. Haleluya, haleluya, haleluya! Ndiye tunayemubili kwenye viwanja hivi, ndiye tunayemubili jioni ya leo, ndiye tunayemtangaza mahali hapa. Hana uwezo wa kufungua, hana uwezo wa kukeuza, hana uwezo wa kupindua kila mada kau za kichawi zilizo kazi kao kwa ajili ya kunena mabaya kwenye mji wetu, tunakwenda kupindua, tunakwenda kwenda kukea yetu alipozikwa kwenye lile kaburi, wale madua wakajua ya kwamba tumemmaliza. Sikiliza nikwambie. Oh, biblia yangu inasema Petro alipoenda alipofika pale, wakina Mariamu na Magadalena walipofika mahali pale, wakaona watu wamevaa nguo nyeupe kushoto na kulia Wakasema, mnatafuta nini? Wanawauliza yule mnayemtafuta, kwa nini mnatafuta mtu aliye hai katika wafu? Haleluya! Kuna, kuna mtu hajaelewa, kuna mtu hajaelewa. Anasema mnamtafuta mfu, mtamtafuta mtu aliye hai katika wafu. Maanake nini? Mwongozi wetu Yesu alishinda mauti, alishinda kaburi, alishinda mapepo, alishinda nguvu za giza, alishinda kila kilichojaribu

Haleluya! Hauna haja ya ku kujiona kama ni mtu mdogo, na kutangazia jioni leo tunapomaliza mkutano huu. Anasema wenye kudhurumu na wazidi kudhurumu, na wenye haki na wazidi kuwa na haki. Akasema nina watuma ulimwenguni, mwende mkazungumze habari njema za ufalme wa Yesu. hatakayewapokea mtokeni, hatakaye wakataa kumuteni mavumbi na muondoke. Haleluya shuke juu yao ili waweze kupata badiliko ndani ya maisha yao, ili waweze kupata ukombozi tunapota Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu ainuliwe. Kama unanielewa mshangilie Bwana, kama unanielewa mshangilie Bwana kwa makofi yako na vigelegele, kwa maana yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Ana upendeleo ni wa anasema wote ni wa kwangu, lakini ameweka options za namna mbili ili kuwafanya wale ambao wana utayari waweze kumsogelea zaidi. Anasema anaonyeshea mvua walio wema na walio waovu. Mungu wetu hana upendeleo, Mungu wetu ni mmoja, wapendwa. Mungu wetu anaishi, Mungu wetu anatawala, Mungu wetu ni mwema, hawajawahi kupendelewa mtu yoyote. Bwana pewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe, haleluya haleluya, bwana pewe sifa oh, haleluya ninakubariki Mungu wangu, yeye Yesu anaweza. Kama nilivyosema, leo ni siku yetu ya mwisho ya mkutano wetu, hatutochukua muda wetu sana, maana sikio limesikia. Na kama ni mtu wa maamuzi ana uwezo wa kuamua majira yote na wakati wowote wa ninawapongeza wale waliochukua hatua wakaokoka kwenye mkutano huu, na Mungu awabariki mno kwa kwa maamuzi mazuri mlioyachukua na kwa wakati na majira haya. Napenda nitoe nafasi kwa ile mtambaa hajampa Yesu bado maisha yake, anasema mchungaji, kwa kusikia hivi natamani kuwa miongoni mwa wale watu ambao Biblia inasema mtakatifu azidi kuwa mtakatifu na mwenye kujitakasa azidi kujitakasa. Bwana Yesu apewe sifa, na usimame pale ulipo. Haleluya, haleluya, haleluya! Hata tukihubiri masaa sita lakini kama mtu awezi kubadilika, sio akubadilika tu, lakini hata dakika tano, kama mtu ambaye ana utayari wa kubadilika, lipo neema ya mabadiliko mahali hapa. Unaweza ukasogea tu mbele hapa, ili tuweze kuhitimisha kwa pamoja, kwa maombi jioni ya leo. Na Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa falme, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, uliyokufa kwa ajili yetu, ukazikwa, ukafufuka kwa ajili yetu. Tazama e Bwana, mbele yako tuko watumishi wako, tukiinua mikono yetu juu, ishara ya kusalenda ya kusema ya kwamba pasipo wewe sisi hatuwezi chochote wala hatuwezi lolote, bali tunakutegemea wewe katika yote, maana ni wewe, wewe ni yote na katika yote. Baba tazama, nami nakuja mbele zako kama mtumishi wako ambao uliniamini katika wiki hili, E Bwana, kuzinena habari zako kwa ajili wa ya watu wanaosikia. Baba, ninakuja mbele zako sasa, nikimwinua mtumishi huyo ambaye amekuja mbele zako, naamini hajaja mbele ya mwangu bali amekuja mbele yako Jehova. Baba, ninaita Jehova uponyaji wako juu yake. Yupo mbaye ni mgonjwa, yupo ngaye na sumbuliwa, e Bwana, yupo mbaye afya yake haijakaa sawa, yupo naye pitia mateso, yupo naye pitia shida, yupo naye pitia adha. Yesu, ninatamka uzima, ninatamka afya, jioni ya leo ninatamka mguso usio wa kawaida ukaende kumtokea mahali popote alipo. kama kuna e Bwana, shida na mateso aina yoyote ninakwenda kuyeyusha presha, ninakwenda kuyeyusha uvimbe, ninakwenda kuyeyusha sukari. Jioni ya leo e Bwana ninatamka e Bwana, uponyaji juu ya kila mmoja aliyekwenda kufika kwenye uwanja huu Bwana, madamu mmekanyaga, ninajua e Bwana uponyaji ni haki yake. Na sasa Baba naita ule mkono wa uponyaji ukashuke na kumhudumia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba shuka sasa, Baba shuka sasa na mhudumie yupe anayepitia wakati mgumu, yupe ambaye hana maisha e Bwana, maisha yake yana amani kwenye ndoa yake Bwana, hata kwa zini kwake, Jehova anapitia wakati mgumu. Ninaomba sasa Bwana ukaendelee kuachilia uponyaji juu yake, ukaendelee kuyaweka mambo yake majeshi hata yule ambaye hajafika kwenye viwanja hivi, e Bwana, yuko nyumbani kwake anasikiliza sauti hii. Ninaomba Bwana, ule mkono wako, kwa maana sio mfupi hata usiweze kugusa. Una uwezo wa kugusa, Bwana, hata mali ambapo sauti hii haifiki. Baba naomba, Mungu wetu uk ukiendelea Bwana wa majeshi kumtokea na kumwonekania kwa namna isiyo ya kawaida hata sasa, Bwana wa majeshi, kila aliyeingia hapa najua sio kwa bahati mbaya, najua sio makusudi mabaya, bali lipo kusudi jema uliyoniwekeza ndani yake. Kipo kitu kipya, e Bwana, unachokiumba na kukitengeneza jioni ya leo kwenye hii roho, kwenye hii nafsi, e Bwana, kwenye huu mwili, Bwana, kwenye moyo huu, Bwana, likopandwa roho wako mtakatifu, anayejua kuchunguza nia za ndani, e Bwana, hata sasa e Bwana, naomba apite kadidani ya kila mmoja, akichunguza akichunguza moyo, akichunguza nafsi, akichunguza nia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na uweza wote, hapana mwingine e Bwana zaidi yako katika jina la Yesu. Baba unastahili pekee yako Baba, unaweza kuhimidiwa, unaweza eh Bwana kupewa sifa, hapana mwingine zaidi yako. Ukiwa umeinua mikono yako jioni ya leo kisema mchungaji, nimesikia sauti, natamani leo niweze kuokoka, ninaomba niweze kuinua mkono wako juu, alafu piga hatua mbili tatu ili niweze kuomba na wewe jioni ya leo. Anasema anakuja upesi na ujira wake, kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na kazi yake. Naomba unyoshe mkono wako juu niweze kuomba na wewe, kama hujaokoka unataka kumpa Yesu maisha, kama hujampa Yesu maisha yako, unataka Yesu aingie ndani ya maisha yako ili aweze ya kukudumia Haleluya! Haleluya! Haleluya! Kama kuna mgonjwa yoyote unasubiria mahali popote, amini ya kwamba Bwana amekwisha kukuponya, na neema ya Bwana bado ipo juu yako. Haleluya!